Yes, tuko katika kipindi cha usajili tunaweza tukasema hivyo. E, timu nyingi sana kwa kipindi hiki tunajua imeweza kukamilisha ligi katika mizunguko yote ambayo imekuwa inakamilika ambayo ni kwa mzunguko NBC Premier League ilikuwa ni mizunguko e, 30. Kila mzunguko umeweza kukamilika e, kwa namna moja ama nyingine. Kila timu imeweza kufanya kile ambacho e, ilistahili kuweza kukifanya kwa msimu huu. Lakini pia kombe sita lakini, katika hayo sita, Yanga ameweza kushinda makombe matano, ambayo kombe la kwanza lilikuwa ni la CAF ambalo wamekwisha kulikosa, lakini pia kombe la pili ni la Toyota Cup ambao aweza kulichukua kule South Africa. E, kombe la tatu likawa ni kombe la ngao ya jamii, kombe la nne muungano alichukua kule Zanzibar. E, kombe la lingine ambayo ni CRDB, lakini pia ameweza kuchukua na kombe la NBC Premier League Watsai timu ambayo inaweza kufanya vizuri kama hivi. Simba pia kwa upande wao pia wao walisema bado wanajenga timu na tunaona kabisa bado wanaendelea kujenga timu ama namna gani vipi? Comment yako itakuwa muhimu sana kuhusiana na hili kwamba Simba wanajenga timu au hawajengi timu. Na tukiwa kwenye swala zima sasa la usajili, ikumbukwe kwamba kumekuwa kuna wachezaji tofauti tofauti ambao wamekwisha kumaliza mikataba yao katika hizi timu mbili hasa eh, Simba na Yanga. Sasa niko katika timu ya Yanga, e, eh, Kennedy Musonda huyu ni mchezaji kutokea kule eh, Zambia pia eh, mkataba wake pia uliweza kudumu na kwa sasa hivi mwaka huu 20 rn ishirini ishirini na tano, msimu huu ndio ulikuwa msimu wake wa mwisho. Sasa watu wengi waliamini kwamba aidha Musonda anaweza kaongoza au akaweza kuongeza ule mkataba wake, kwamba akaongeza mikataba miwili mbele mmoja mbele, ili waweze kumtumia kwa sababu Musonda ni moja kati ya washambuliaji pia ambao wanafanya poa katika mbele kule. Lakini kwa hapa karibuni, mwishoni mwishoni, mwisho, his match amekuwa kama akikosa nafasi za kuweza kuanza katika kikosi, lakini pia kutokucheza kabisa e, mechi ya mwisho. Ukiangalia kwa sasa hivi ni kitambo kidogo Kennedy Musonda, so kwa sasa hivi ameweza kuachana na Yanga au tunaweza tukasema kwamba ndoa ya Yanga pamoja na Kennedy Musonda imeweza kuishia eh, msimu huu 2024 2025. Musonda anakwenda kuweza kutafuta changamoto eh, katika timu nyingine. Kwa sasa hivi anaondoka huru kabisa, kwa sababu mkataba wake na Yanga pia umeweza kukamilika. Moja kati ya wachezaji pia ambao kutokea hapa hapa Yanga, namzungumzia eh, namzungumzia Jonathan eh, Ikangalombo, moja kati ya wachezaji ambao pia wamekuja kwa kipindi hiki kichache tu eh, takriban ni miezi sita imemtosha yeye kuweza kukitumikia eh, kikosi cha Yanga. Yanga wao walimchukua eh, wakiamini kwamba Ikangalombo akiweza kuingia katika kikosi hiki ataweza kufanya vizuri zaidi kwa kuweza ku, e, kiungo pale katikati akiweza kumsaidia Aucho pamoja na Mudathiri. Wakahisi kwamba Ikangalombo atakuwa ni mmoja kati ya watu mbia ambao watafanya vizuri zaidi, hasa katika kule mbele striker, mara baada ya kuweza kumpoteza watu kama Mayele, pia alishaondoka kitambo. Wakajua kabisa nani ataweza kumsaidia Dube, ameweza kujiunga akasema kwamba labda Ikangalombo ataweza kumsaidia Dube katika masuala mazima ya ufungaji magoli na mzizi pia. So Ikangalombo imeonyesha kabisa kwamba kiwango chake hakistahili kuweza kusalia Yanga. So e, miezi sita ime, imeweza kumtosha yeye kuweza eh, kukitumikia kikosi hiki cha Yanga na kuweza e, eh, kutafuta changamoto sehemu nyingine au katika timu nyingine ambayo yeye anahisi ataweza kuweza kuitumikia. Lakini kwa upande wa Dickson Job, mmoja kati ya mabeki ambao wanafanya poa zaidi katika kikosi cha Yanga, lakini pia katika timu ya taifa ya Taifa Stars kutokea hapa Tanzania. Amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji pia ambao wamekuwa akifanya matukio mengi zaidi ya Yanga kuweza kuiokoa hasa katika zile hatari tofauti tofauti ambazo zilikuwa zikiweza kutokea kuweza kuathiri Yanga kwa namna moja ama nyingine. Sasa, Dickson Job oh, huyu mwenye umri wa 24 mpaka sasa hivi e bana, yeye ameweza kuongeza miaka eh, miwili mbele, yani misimu miwili mbele, Yanga imeweza kumwongezea au yee mwenye Dickson Job ameweza kufunguka kwamba yuko tayari kuweza kukitumikia kitimu eh, kitim zaidi ya Yanga. Uh, ambapo nikimaanisha kwamba msimu 2025 26 lakini pia 26 27, ndipo mkataba mm, wake utaweza kukamilika, kwa sababu unaweza kuongeza miaka miwili mpaka 2027, ndipo tutakuja kusikia kwamba bwana Dickson Job ataweza kuongeza tena au ataweza kuachana na kikosi hiki cha Yanga. Lakini kwa upande wa Simba, imekuwa ni timu ambayo kwa kipindi hiki imekuwa ni imepitia wakati mgumu. Makombe yote ambayo imeweza kushiriki imeweza kukosa, takriban makombe yote sita imekosa, imekosa kombe la CAF, imekosa kombe la ngao ya ni imekosa kombe la ngao ya jamii pia imekosa lakini pia imekosa kombe la NBC Premier League na kombe la mwisho lilikuwa ni CRB Confederation, ambao pia walifanikiwa kufika hata hatua ya nusu finali. Imeweza kukosa makombe yote kabisa, na watu wengi mashabiki wamekuwa wakiongea sana, vipi bwana, timu yetu kwa sasa hivi? Watu wengi wamekuwa wakisema mara viongozi, mara huyu anasema wachezaji, mara sijui tunasajili wachezaji wa bei ndogo. Maoni yako yatakuwa ni muhimu zaidi kutokana na hili hapa. Lakini sasa imeonekana ikitaka kuweza kusaini na kiungo ambaye anatokea kule Angola, taarifa ambazo pia zinasema kwa Simba, e, Simba pia wako kwenye mazungumzo e, na kiungo wa Bravos Do Maquis ya eh, huko Angola. Hata pia huyu mshikaji ana, anaweza ana umri wa miaka 22, na yeye anafahamika kwa jina la eh, Higino eh, Epalanga Kapitango. Jina tu linaweza lionekana kabisa kwamba ni mshikaji ambaye anaonekana yuko poa zaidi, kwa sababu jina tu linaweza kudhihirisha yale aliyomo eh, ndani yako. Sasa Simba uh, eh, wanamtazama wanamta kiungo huyo kama mbadala wa sahihi kabisa wa Fabrice Ngoma uh, eh, eh, Fabrice Wamba Ngoma ni mchezaji huyu kutokea Kongo, ikumbuku kabisa wakati najiunga na, na kikosi cha Simba alikuwa inasemekana kama anaenda eh, Yanga na kasemekana kwamba bana Simba wao walifika airport na kuweza kuwanyang'anya Yanga bana kiungo huyo wakati kutokea pale kikosi cha Simba. So eh, hatujajua kwamba wanaweza kuachana na ngoma kwa msimu huu 24 25, wanaweza kumchukua eh, bana umshikaji anayefahamika kwa jina la Kapitango ataweza kuwa ni ni, ni, ni suluhu kweli kwa upande wa kikosi cha Simba ili waweze kuweza kutimiza malengo yao kwa msimu huu 2024 25 ambao pia wame, eh, ngoma ameshindwa kuonyesha. Sasa 20 25 mpaka 20 26, je, yeah, huyu Kapitango ataweza kuonyesha kile kitu ambacho kinastahili Drop comment yako kwa maoni yako mengi zaidi kuhusiana na taarifa hizi za usajili. Usajili umekuwa ni mwingi kwa sasa hivi, timu nyingi zitakuja kusajili na kila mmoja anatamani kuona wachezaji wengi wazuri wanaingia katika kikosi chake. Unatamani mchezaji gani aweka kwenye kikosi chako? Drop comment yako hapo chini kwenye uwanja wa comments. Sisi kama Sawasawa Digital sawa, tutaweza kupita na maoni yako na kila kitu kitaenda sawa. Take.